viongozi wa klabu ya soka ya Simba viongozi wa klabu ya soka ya Yanga sambamba na bodi ya ligi kuu Tanzania bara na viongozi wa TFF kuweza kudiskasi mustakabali wa mchezo ambao uliweza ulipangwa kufanyika tarehe nane mwezi March mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambapo mchezo huo ukichezwa tarehe nane kati ya Simba dhidi Yanga Sports Club, mchezo huo haukuweza kufanyika kutokana na sababu za Simba kugomea mechi, huku Yanga wao wakienda uwanjani lakini kupitia bodi ya ligi kuu Tanzania bara waliweza kuahirisha mchezo huo, kwa sababu kuna makosa ambayo waliona, yaani kuna mabaunsa wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club waliweza kuwazuia Simba kuto kufanya mazoezi ile match saba, lakini Simba wao kutoa taarifa ya kwenda katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ndiyo maana walizuiliwa. Kwa hiyo Simba na Yanga zote zilionekana makosa, ndio maana bodi ikaahirisha mchezo. Lakini msimamo wa Yanga wao wanataka alama tatu kwa upande mwingine Simba wao wanataka tarehe mpya ya mchezo huu kuchezwa. Kwa hiyo kupitia waziri wa sanaa, utamaduni na michezo aliweza kukaa na viongozi wa klabu ya soka Yanga, na Yanga wakaelezea kila kitu kwamba mustakabali wao wanataka alama tatu, na kwa upande mwingine Simba wao wakasema wanahitaji tarehe rasmi ya mchezo huu kuchezwa. Kwa hiyo kupitia wizara ya sanaa, utamaduni na michezo wao wakaweza kuipeleka eh, kesi kunako bodi ya ligi kuu Tanzania bara wao waende kudiscuss watoe majibu kuhusiana na hatma ya mchezo, lakini hatma inawahukumu bodi ya ligi kuu, kwa sababu bodi wao ndio ambao waliualisha mchezo wa Simba dhidi ya Yanga Sports Klabu. Sasa Yanga Sports Klabu kupitia rais wao wameweza kuweka msimamo wao kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea, kwa sababu watu wengi wanaamini huenda Yanga wakalainika na mchezo huu ukapangiwa tarehe na kuweza kuchezwa. Sasa kupitia rais wa klabu ya soka Yanga engineer Hersi Said ameweza kuweka msimamo kuhusiana na ile ambapo ameweza kuzungumza na mashabiki wa klabu ya soka ya Yanga na kuambia kwamba niwaambie mashabiki na wanachama wetu, sisi tupo hapa kwa ajili ya kusimamia maslahi ya taasisi yetu, ni watoe hofu na msingiwe na hofu yoyote ile. Sisi viongozi wenu ni viongozi imara. Huyu ni engineer Said rais wa klabu ya soka Yanga, akisema kwamba anawatoa hofu mashabiki wa klabu ya soka Yanga kwamba wao wapo kusimamia maslahi ya taasisi yao. Kwa hiyo wao bado msimamo wao ni ule ule, kuto kucheza mechi ya Kariakoo Derby kwa sababu Yanga wameweza kusema kwamba kwa sasa hawapo tayari tena kucheza mchezo huu hata wakipangiwa tarehe mpya. Lakini bodi ya ligi kuu Tanzania Bara, kwa sababu wao ndio ambao walailisha mchezo huu, kuna uwezekano mkubwa wakaweza kuupangia tarehe kwa sababu gani? Ukiangalia wao ndio wenye makosa. Simba hawana makosa, kwa sababu wao walifuata taratibu zinasema kwamba mchezo umeahirishwa kwa Simba wao kupeleka timu uwanjani. Kwa hiyo tunaona kwa mujibu wa rais Hersi Said yanathibitisha kwamba wao masilahi yao bado ni kuendelea e, kui, kusimamia klabu ya soka Yanga Sports Club wakiamini msimamo wao ni ule ule wa kutokucheza mchezo wa Kariakoo Derby. Nini maoni ni mtazamo kwa hiki ambacho Rais wa Yanga ameweza kukisema. Unao nafasi ya kwenda eneo la comment na kushare nasi maoni yako.